Mahusiano lazima uwe na mahusiano sahihi. Hilo ni figa. Figa la pili, lazima uwe na mtu sahihi. Figa la tatu, wakati sahihi. Chakula unapopika hakiwezi kikaiva ukiwa na mafiga mawili. Ili uweze mahusiano yako yaweze kufika mbali na yadumu, lazima ufi. haya mafiga matatu uwe umeyazingatia. Kama mtu hajakamilika kwenye haya mafiga matatu, kwa, ma kwa maana kwamba mtu anaweza kuwa na mtu sahihi wa kuanzisha naye mahusiano lakini wakati siyo sahihi. Mfano, mtu akawa amempenda labda kweli mkaka sahihi, lakini yeye bado ni mwanafunzi. Unaanzishaje mahusiano? Wewe kazi yako ni shule, kusoma. Unaanzaje kuanzisha mahusiano wakati siyo sahihi na mtu ambaye siyo sahihi? Ni kweli wewe umempenda, lakini ni mwanafunzi. You have to ask this question. Mafiga matatu lazima yathibitike. Unaweza ukawa na mtu sahihi, lakini wakati siyo sahihi. Huyu mtu kweli umempenda na ni mtu sahihi na amemjua Mungu, lakini time, your time siyo sahihi. Tunapokosea muda, tunaharibu mambo mengi. Mfano, msichana anaweza kuanzisha mahusiano na mtu ambaye yuko anakaa kwa wazazi wake. Wewe mtu anakaa kwa wazazi wake atakusaidia nini huyo? mtu bado ni mtoto. Mtu yoyote anayekaa kwa wazazi wake ni mtoto, hata akili haina ukomavu, ai, yani haijapevuka. Hana uwezo wa kuwa wa kuwa nani wa kuwa mume Wasichana mpo? Yes, anakuwa hana uwezo wa kuwa mume kwa sababu yeye kitanda anachokaa pale sio chake, chumba siyo chake, akili yake iko dormant. Mwanaume anayekaa nyumbani akili yake iko dormant. Kwa hiyo unapoanzisha mahusiano na mtu kama huyo kumbuka ya kwamba akili zake zote kila mtakachofanya nyumbani atapiga simu nyumbani, mama, unasemaje saizi hizi? Ndio tunataka tuna yo tuzae, tuanze mkango, aanze kupata mimba, ni wakati saizi saizi. Ataulize kwa mama. Haya, ameshazaa mtoto, ampati. Sasa mama, mbona nepya amjaleta? Nani alete? <laughs> Unaona, mtu ambapo sio mkomavu eh? Nani alete nepi kutoka wapi? Wewe si umeamua kuoa, unajiweza. Hatuolewi na watoto, mabinti mpo. Ndoa nyingi leo zina migogoro kwa sababu watu hawakuangalia mambo kama haya, waliolewa na watoto. Lazima tutafute watu sahihi, muda sahihi. Hapo tunaona wakati ni sahihi wa kuanzisha mahusiano, lakini mtu mwenyewe sio sahihi, yuko kwa wazazi